Unatafuta suluhisho za kuepuka kadi za makaratasi? Well, nina habari njema kwa ajili yako. Invite Pro ipo kwa ajili yako. Tunakuletea kadi za kielektroniki smart na za kisasa ambazo utatuma kadi za mwaliko na michango kwa njia ya WhatsApp na SMS. Na hizi ni huduma zetu, tuna design kadi za mwaliko na za michango, kadi nzuri zenye mvuto. Wateja wote watapokea kadi zao za mwaliko, aidha awe na smartphone au kitochi. Tunatoa huduma zetu kwenye mikoa yote ya Tanzania. Tufuatilie kupitia ukurasa wetu wa Instagram at Invite Pro underscore, au tupigie simu kupitia 0747474098, au tutumie ujumbe kupitia WhatsApp 0763570877. Karibuni. Viongozi wa dini na serikali nchini wametakiwa kusimamia haki, usawa na kuendeleza maombi kwa ajili ya taifa ili kuhakikisha Tanzania inaendelea kubaki katika amani, umoja na baraka za Mungu. Wito huo umetolewa jijini Dodoma na Askofu Dkt. Mussa Mlawi, Rais wa Tanzania Pastors Association, wakati wa ibada maalum ya kuliombea taifa la Tanzania pamoja na kuwatunuku wahitimu wa mahafali ya kumi na nne ya Chuo cha Africa Bible College International Tanzania ambayo imekuwepo ya kundi hili inaongea hivi, kundi inaongea hivi. Kwa nchi yetu, nadhani mivutano haiwezi kutusaidia. Mimi niseme kwamba, kwanza taifa lirudi kwa Mungu, taifa litubu, watu watubu. E, tuangalie kama kanisa pia ni wapi tumemkosea Mungu, turejee kwa Mungu, ili Mungu aendelee kulilinda taifa na kulibariki taifa. Baraka hazitoki kwa mwanadamu, baraka zinatoka kwa Mungu viongozi wa serikali wameaminiwa viongozi wa dini wameaminiwa eh, kusimamia majukumu ya kulea watu lakini baraka kwa taifa lazima zitoke kwa Mungu tangu zamani manabii wakiomba watumishi wa Mungu wakiomba makuhani Mungu anasikia na kulibariki taifa kwa hiyo yale matabaka, tabaka ya vikundi hayatakiwa tunatakiwa kuungana pamoja kama taifa tuwe na sauti moja lugha moja kauli moja tunahitaji amani ya nchi yetu, ili wananchi waendelee kunufaika na maendeleo yao. Lakini pia e, kwa watawala upande wa dini na upande wa wa serikali e, tunachoomba kama viongozi wa dini pia ni haki, kwamba haki ikiendelea kutendwa, usawa kwa watu wote, watu wa aina zote, usawa ukiwepo na utendaji mzuri ukawepo, basi Mungu analibariki taifa. Awali tumekuwa kwenye maombi tuliziona kasoro zilizokuwepo hapo nyuma. Kumekuwa na uzembe fulani upande wa viongozi wa dini na hata viongozi wa serikali, kwamba huo uzembe unaweza ukasababisha Mungu akakasirika, na Mungu akichukia amani, hiyo kuituliza ni ngumu, kwa sababu Mungu anakuwa na makusudi na watu fulani. Lakini sasa eh, hiyo hali ili iweze kuondoka lazima haki pia itendeke kwa makundi yote ya kijamii, ili amani iweze kuwepo, lazima haki pia iwepo, lakini pia haki haiwezi kupatikana pasipo amani. Tuwe watulivu, tuwe muda wa kuomba, tuwe na muda wa kuendelea kuomba kama viongozi wa dini, lakini pia kuwaombea viongozi wa serikali. Mungu atatusaidia, na taifa letu litaimarika na litazidi kusonga mbele. Ninafahamu kuna changamoto nyingi, lakini niwaombe pia viongozi wa dini, tubaki imara kwa kutambua kwamba <coughs> unajua, kila mmoja ni mkubwa kwenye mahali pake. Ukienda kwenye ukija kwa ofisi ya mkuu wa wilaya utanikuta mimi ni mkubwa. Ukienda kwa mtendaji wa kijiji utamkuta mtendaji wa kijiji ofisini kwake ni mkubwa, lakini ukienda kanisani mchungaji ndiyo mkubwa. Ukienda msikitini shehe ndio nini mkubwa. Niwaombe sana viongozi wa dini tuendelee kuiombea amani nchi yetu. Upande wa serikali una majukumu yake, lakini upande wa kidini pia una majukumu yake. Nyinyi ndio viongozi wetu wa kiroho, basi muendelee kutulea tuweze kukua kiimani, tuweze kuwa watu wema. Niendelee tukuwaomba tuendelee kuombea viongozi wetu wa kiserikali, tuendelee kumuombea Daktari Samia Suluhu Hassan pamoja na wasaidizi wake waendelee kuwa na maono mapana ya kuwasaidia Watanzania, na niwaombe viongozi wa dini na sisi waumini, hatuna nchi nyingine zaidi ya Tanzania. Tuiombee nchi yetu iendelee kuwa kisiwa cha amani, na tuiombee Tanzania iendelee kuwa mahali salama kwa kuishi. Watumishi wa Mungu wengi kwa muda mrefu wamekuwa wanaona kwamba kusoma labda ni kupoteza wakati lakini elimu ndio ambayo inaleta maarifa zaidi, inawafanya pia waweze kuhudumia watu wa aina zote, walioenda shule na ambao hawajaenda shule kwa usawia mzuri. Na hata neno la Mungu limesema ya kwamba tusimwache elimu atupite, bali tumng'ang'anie ili tuweze kupata mafanikio. Kwa hiyo ninashukuru sana kwa sababu kanisa la Mungu limetambua hivyo na sasa hivi wachungaji wameamua kusoma. Na kusoma kwenu nyinyi wahitimu, nataka tu niwaambie ya kwamba kusiwe kwa kupata makaratasi na kuyaweka kwenye kuta za nyumba, lakini kuwe kwa kupata elimu itakayowasaidia wale watu ambao mnakwenda kuwachunga, kwa sababu mnakwenda kuchunga makanisa nakwenda kukutana na watu wa kila aina, wengine wamesoma kuliko mlivyosoma nyinyi, lakini kwa elimu hii na msaada wa Mungu, naona mtaweza kukidhi mahitaji ya kila mmoja kwa usawia. Kwa hiyo nawatakia heri sana wahitimu, endeleeni na msione ya kwamba kuhitimu leo ndio mwisho. Hapana, huu ni mwanzo wa ngazi nyingi ambazo mnatakiwa zipange huo kunakuwa na heshima za kupanga, yani za kutengeneza, mna mna heshima. Kwa hiyo mnakuwa mnatengeneza heshima kwamba tutampa huyu mtu heshima. Nikwambie kitu, hatujapanga kwamba tumetengeneza gurupu ili tuseme heshima kwa bishop. Haleluya! ni kile mtu anasema kinachotoka wapi? Ndani ukiwa mtu wa kutatua matatizo, wale watu unaowatatulia matatizo yao watakupenda. Haleluya! amekuwa baba wa kutatua matatizo ya wachungaji wengi Tanzania. Haleluya! Yaani hana hila kwenye moyo wake, amina. Ha, kama na wewe huna hila, piga makofi basi kwake. Haleluya! matatizo wengi tulikuwa nao wachungaji yaani Hakuna mtu anaona kwamba unahitaji kusonga mbele, Bwana Yesu asifiwe, lakini yeye ameona. Ninamshukuru Mungu kwa ajili yake. Kama alivyosema, nimetumika mahali hapa hapa. Nilikuja kufanya nini? Yaani hitimisho kwenye utumishi wangu, kwa nilivyotoka hapa, mafuta ya hapa yakanifanya kwenda kufungua kanisa. Bwana Yesu asifiwe, nimefungua kanisa toka mwaka jana. Ninamshukuru Mungu, naendelea na siku ya leo baba, nimekuja na watoto wangu, wakasema mchungaji wetu hatutakuacha tutaenda na wewe. Ibada hiyo ilihitimishwa na maombi ya pamoja na kuliweka taifa mikononi mwa Mungu, huku viongozi wakisisitizwa kuwa amani, umoja, mshikamano na upendo ni nguzo muhimu zitakazowezesha Tanzania kuendelea kuwa kisiwa cha amani na mahali salama pa kuishi. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Shindi Media, usisahau kusubscribe, comment, like na share ili uendelee kupata taarifa zetu.